Mambo vipi wadau wangu? Bwana leo nina MacBook Air na simeona. Hii ni moja ya PC ambayo ni nyembamba zaidi kutoka Apple. Ni simeona tu na hiyo. Alafu pia kwenye upande wa screen kama unavyoona iko clean kabisa. Na hata housing yake bado ni mbichi kabisa. Ni simeona. Bwana hii ni moja ya PC ambayo ni nyembamba sana. Meona, nye yani kujarifu, ni simeona ndio kwa nyembamba hiyo. Yaani kama una kuja hivi naweza nikakwambia hata daftari lako ni pana kushinda hii PC. Ni simeona. Kwa wanahitaji anaweza kanicheki kwa sub number 0656948190 location yangu nchi na mwanzo Zanzibar, lakini kwa poe ambayo uko mkoani, ukihitaji nikutumie sio mbaya, unaweza kwa contact nikakutumia moja kwa moja mkoani kwako. Kama unavyoona, mashine ni mbamba sana. Msimio niko Zanzibar, nchi na mwanzo, nipigie 0656948190 uje uchukue mashine yako hapa. Ruksa kuja kukagua mwenyewe, anajiridhisha fresh kabisa njoo ukague, ujiridhishe, alafu tufanye biashara bwana. Nichikiwembe kama unahitaji nicheki haraka sana sana.